yamekaribia kushuka kwa mwana wa damu Mungu atashuka machi yote wakati wote, kufuma na kufundua, utashangaa ni mwisho wa dunia. Lakini ukiwa hujajiweka tayari, ukiwa hujaweka maandalizi ya kumpokea Yesu, ukiwai ya kurudi kwa Yesu, e mwanadamu wa Hizi ni siku za mwisho, hizi ni siku za mwisho ambazo ni za hatari, siku mbaya hizi, ambazo kuna kila aina ya mambo mabaya. Sikiliza mwanadamu, kwa kuwa wewe ni maua, kwa kuwa wewe ni maua wakati wawote anaweza aibu waka. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ayubu kumi na nne mstari wa kwanza, ndio Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Siku zake za kuishi si nyingi. Siku zake za kuishi si nyingi. Naye amega naye hujaa taabu. Naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua. Yeye huchanua kama vile ua. Kisha hukata.

lakini utasikia kwamba tayari nimeshakufa. Mwingine utakuta yuko karibu kabisa, na wakati mwingine anakula, mnashangaa, anaanguka huku anakufa. Kumbe kwa kuwa mwanadamu yeye ni maua, na wakati wowote anakatwa. Kumbe majira yote inahitajika tukaye tayari, tutengeleze na Mungu. Na ndiyo maana nimesema, ewe mwanadamu, ni majira ambayo ni siku za mwisho. Bwana anasema ya kwamba tengeneza na njia zako, tengeneza njia zako mpendwa, maana Bwana atakaposhuka akikuta ujajiandaa ni hatari kwako. Angalia, kuna vikundi mbalimbali vya kufa na kuzikana. Je, kwa Mungu umeweka nini? Kwa Mungu umeweka alama gani? Kama unajua kufa ni majira yoyote, na mwanadamu unajua anakufa wakati wowote, na mnaweka na vikundi kwa ajili ya kuchangiana siku ya matatizo, siku ya msiba. Naye Mungu pia inahitajika uweke maandalizi mazuri ya kupokelewa na Yesu, ili utakapokufa, utakapofika mbinguni, Yesu waseme kwamba karibu mwanangu, karibu mwanangu, karibu mwanangu, karibu mwanangu, karibu mwanangu, ili upumuzike uketi pamoja naye katika kiti kile cha ufalme Yesu. Mungu anahitaji ufanya maandalizi. Mungu anahitaji ufanya maandalizi e, Kitunda, mahali popote unapo wasikia sauti hii, Bwana anasema tengereza nje yako, tengereza nje yako. E mpendwa, mahali popote ulipo, Mungu anawapenda wana, wana mabatiri wote, Kitunda, Mgadini, Tabora. Tazama maisha jinsi yanavyokwenda, muda unazidi kusonga mbele. Jitazame umechiwekea, na mwakani utakupokelewa na Mungu. Je, siku za mwisho zitakapofika, maana hazijulikani zitakuja kama mwizi. Ndiyo maana nasema ya kwamba siku zimekaribia, siku za adui zimekaribia Siku za Bwana zimekaribia na za shetani pia zimekaribia. Tazama majira haya, hata kama adui amekuzingira ujia, amesha kufikia tayari, amekaribia na Mungu yuko njiani, anakuja sasa, anakuja sasa kutoa watu wake, kutoa watu wake. Na wewe leo anakukumbusha ya kwamba kabla wakati wa Bwana haujafika anakuita sasa, anakuita sasa. Vifo vimeongezeka utakuta watu kila mwezi mnazika, kila wiki mnazika, mjue siku zimekaribia, mjue siku zimekaribia. Lakini Bwana kwa kuwa anawapenda, anasema ya kwamba anasema ya kwamba anasema ya kwamba, tubuni kwa maana siku za mwisho zimekaribia. Kama unaona njia zako ziko sahihi, haziko sahihi, anasema ya kwamba karibia mwana wa Adamu yupo karibu kucha, mwana wa Adamu yupo karibu kucha. E, mwanadamu mwenye zambi, Bwana anakuita amewatengeneza, amewafanya kuwa wapya. Ndio maana unapokuna aona, unaweza ukasema wajapitia changamoto. Changamoto wamezipitia tena nyingi. Wapo wakina dada wazuri waliookoka, lakini walikuwa wanachuza. Wapo wakaka wazuri waliookoka, lakini walikuwa walevi. Wapo wababu wazuri waliookoka, walikuwa wanavuta sigara. Bwana alipo waambia, tubuni kwa maana siku za mwisho zimekaribia, nao wakachukua hatua za kutubu tayari, wakaacha hivyo vitu vyote bwana akawatengeneza. Kwa hiyo usiofu kulingana na wewe mwenyewe ulivyo, hivyo hivyo ulivyo Bwana anahaja na wewe, Bwana anahaja na wewe. Biblia inasema mwanadamu aliye zaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi hapa duniani, ina maana ni chache. Sasa kama ni chache, je, ndugu yangu, umejiwekea nini kwa Mungu? Mungu ni Mungu tena, wawenye mwili mwenye uweza anasema ya kwamba ukitubu tu, yeye atachua namna ya kukutengeneza anachohitaji, umpokee yeye kwenye maisha yako, utembee na yeye kwenye kazi zako, ufanye na yeye, usimtegemee mwanadamu, kwa sababu mwanadamu siku zake za kufa si nyingi. Sasa unapoenda kwa mganga wa kienyeji kwenda kutafuta maisha mbango okay, wake yenyewe atakuhudumia leo, baada ya siku mbili siku tatu anakufa. Utaenda kwa nani tena? Jiulize. Jiulize, ndugu mpendwa, mwanadamu anayekufa hawezi kukusaidia. Mwanadamu anayekufa hawezi kukusaidia kwa sababu atakufa muda wote. Biblia ni kweli, ndiyo maana inasema mwanadamu aliyeshaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, ndugu yangu. Kumbuka, umejiwekea hazina za vifo.